Yes, habari ni za mchana. Karibuni Bwizzy TV. Leo Bwizzy TV tunazungumzia jambo moja, jambo ambalo ni kuairishwa kwa dabi ya Kariakoo Simba VC Yanga. Na mengi ya kuongea na ndugu yangu bwana bwana bwana fulani ambaye atajitambulisha hapo baadaye muda ukifika. Kabla hajajitambulisha, napenda kukwambia kwamba ilikuwa ni tarehe nane ya mwezi wa tatu, kulikuwa ni siku ambayo tumesubiria kwa hamu sana Afrika Mashariki mpaka na Afrika kwa ujumla, Tanzania bila kuisahau nyuma, kulikuwa na mechi ambayo inapigwa Simba na Yanga, lakini kwa bahati mbaya mechi imegairishwa, na vitu vilivyofanya igairishwe bado hatujajua. Leo tuna ndugu yetu hapa ambaye atajitambulisha kwa majina, yeye ni nani, ametoka wapi, kwa ajili ya dabi utasikiliza. E bwana, mambo vipi? Kama kawaida, salama kabisa. Karibu BWIZZY TV. Asante sana, mimi kwa majina naitwa Norbert Mwenda yeah. ni mdau wa soka yeah. Napenda, napenda mpira naufuatilia mpira yeah. Eh, lakini kadhalika naufahamu mpira yeah. Eh, kwa kweli kwenye swala la dabi ya kuahirisha juzi yeah. mpaka um, sasa haijajulikana nani apewe lawama, kama ni Yanga kama ni Simba kama ni TFF, yaani bado kuna mvutano sintofahamu Ha. Lakini kiukweli watu wameathirika, wameathirika, ni kweli watu wameathirika. Kuna wengi wanatoka mikoani na wengine, hmm. wametoka nchi jirani yeah. we ni mmoja, umetoka upande upi? ni wapa hapa mjini? Bunda Mara, Tanzania. Bunda Mara, kwa ajili ya yeah. damu, kwa ajili ya yeah. yeah. kutazama sehemu moja anaita Nyasura kanda maalum. Yes, nimetoka nimefunga safari kuja huku. Ah. nauli yake kuja si chini ya laki moja na kurudi si chini ya laki moja. Nimefika ah. nimefika hapa roji nalipa shilingi elfu ishirini hapa hapa, tarehe nne tarehe nne nalipa shilingi elfu ishirini mpaka tarehe nane. Nasubiria mechi nasubiria mechi, alafu mechi imegairishwa, mechi imeahirishwa. Pole sana watu mnaathirika sana. Yani nisiseme kwa upande wangu mimi, nilioathirika ambaye niko ndani ya Tanzania, kuna mtu mmoja ambaye yuko pia Dar es Salaam, naye ameathirika zaidi, ameenda kutazama hii mechi, ameacha shughuli zake, ameenda kutazama hii mechi, na kuna mtu pia ametoka nje ya nchi. Wote sisi ni waathirika wa jambo hili, anakuja kutazama mechi, lakini bahati mbaya mechi imegairishwa. Na mimi sisi wewe, mechi ilivyogairishwa toka tarehe nne upo mjini mpaka mm, leo takriban tarehe ngapi? Tarehe nane hii hapa mm, kesho ni tarehe tisa. Mm, umeasirika kiukubwa kiundani za, undani zaidi sindio? na umeguswa umeguswa umeguswa kiasi gani zidi ya hili jambo uh, siwezi nikazungumzia upande wa, wa wa, Simba, upande wa Yanga, upande wa TFF kwamba hili jambo linagusa kiasi gani. Sisi mashabiki ndio tulioumia zaidi, kwa sababu sababu leo hii mtu, hebu imagine, nikatumia gharama zote kuja kuangalia mechi mwone, mechi mona, mechi imeahirishwa masaa saba kabla ya mechi. Watu wanajipanga vipi kuendelea <coughs> <coughs> na shughuli za na kuachana na hivyo hmm, watu mpaka leo hii haifahamiki hivi viingilio ni kwamba vitarudishwa au vitafanywaje? Hakuna jibu ambalo limetoka kama <coughs> hilo ndio eh? Manake sasa, manake sasa, nakujibu hapo, kama viingilio havijarudishwa kwa watu waliolipa, basi tumedhulumiwa. Hamjadhulumiwa kwa sababu bado hamna tamko mpaka sasa hivi. Endelee kuwa na subira, uenda labda tamko la viingilio itatamka labda mechi nyingine ijayo. Lakini kabla ya mechi nyingine ijayo, nasikia tetesi zilizopo mtandaoni, wapinzani ambao ni Yanga. Kwanza sijajua ni shabiki wa timu gani mimi ni mdau wa soka, kwa hiyo naitazama Simba naifuatilia Yanga. Ah, jambo la heri, nimesikia Yanga hatacheza mechi yoyote na Simba bila kupewa pointi za juzi, kiasi kwamba maana yake yeye ameingia uwanjani mgeni wake hajaingia uwanjani, yupo sahihi na, Yanga, kwa nini, Yanga... Ha, etangaza, kwa nini apewe pointi tatu? anasema alitangaza kwamba mechi imeairishwa, ni, ni bodi ya ligi ambayo ni TFF Yeah. Wamesema tumehairisha hii mechi haitachezwa. Lakini wamezuiwa kufanya mazoezi ya siku moja, lakini wamefanya mazoezi ndani ya wiki moja iweji siku moja wasingia uwanjani siku. Kikawaida kikosi cha timu kinatoka amoja, maana yake lisali moja, kocha anakuwa na majibu ya jana, nani alikuwa fiti kuanza kwenye mechi, nani haiko fiti kuanza mechi. Kwa hiyo pia alikuwa ni mwanga mpana kusema, kocha anatoa maamuzi kwamba nani ni mpange, nimpange nani, nisimpange sasa. Kama timu haijafanya warm up, nani atampanga? Lakini mpaka mechi inagairishwa, na kukumbusha kitu kimoja, uh, hawa Yanga Sports Club walikwenda kucheza mechi kule Tabora, yeah. walipigwa goli tatu, yeah. na hilo goli tatu walipigwa kwa sababu ya usiku wa, usiku wa mechi walikwenda kuenjoy ku, ku, ku na, na, na, na, na moja kati ya viongozi kwamba walikuwa na red card mmoja kati Nasi... ya viongozi alienjoy wakajisahau, zikaika kibunda mezani, wame wamepigwa. Tatizo kwamba alikuwa na red card na vona, hapana bro, Yanga timu kubwa. Lakini Yanga maana yake hata tukisema labda azizikiwa hayupo, kuna watu watashika nafasi yake, lakini hata aziba pengo lake, nafasi yake itaonekana ni kweli tofauti na pengo la azizikiwa, kama nilivyomzungumzia ile mechi anapigwa tatu bila. Yanga alikuwa ali Yanga <laughs> <laughs> <tisa> <laughs> Eh, yani na mpungufu la mchezaji mmoja alipewa kadi. Wewe wazo lako hasa na ombi lako hasa kama mdau na shabiki wa mpira zidi ya hii jambo lotokea juzi, kitu nawaomba TFF na serikali kwa ujumla. Mimi kwa upande wangu, ukisema leo hii Simba iwe na maamuzi ntakosea, ukisema Yanga wawe na maamuzi ntakosea, ukisema TFF hili jambo lishaonekana ni nzito kuliko TFF, si kama nanelewa, kwa sababu okay, TFF ngao mejizatiti na uimara angesha toa tamko mpaka leo kuhusu swala la vingilio kuhusu swala la mechi kuna mdhamini ambaye tuseme kuna mdau ambaye anajitolea kutoa matangazo moja kwa moja, ametumia gharama kiasi gani kwa jambo tunawachia TV na na imani, naenda vizuri. Kuna kuna baadhi ya vitu pia serikali inataka kuvisimamia kuviangalia kufi, kwa kina zaidi eh, tuna wizara yetu ya utamaduni <coughs> na michezo wanaoweza kutengeneza bodi ikatoa maamuzi na kukumbusha na kurudisha nyuma saala pamoja na na Yanga yangaa swala kubwa lakini Mheshimiwa Mama yetu Samia Suluhu Hassan alizungumza kauli moja zanenda vijana, lakini kuairishwa kwa dabi sio mara ya kwanza, nafikiri ishatokea yeah, ilitokea 2021 yeah, na imejirudia mara ya pili. Wadau mitandaoni wanasema kwamba au ni mdimu, wanataka tupige hela mara mbili, mbili. Maana ile dabi ya kwanza hela hazikurudi na tiketi hazikutumika watu walilipa wanjani upya ni kweli ni michezo ya TFF na timu kubwa ambazo ni Simba na Yanga au ni maneno ya mtandaoni? Labda uh, nikurudishe nyuma tu, tutambue pia kwamba hizi timu zimechangia sisi kupata uhuru uhuru ambao tunaupambania sasa hivi. Simba na Yanga zimechangia kupata uhuru, kwa hivyo sasa ukitokea migogoro kama hiyo ambayo iko ndani ndio, yeah, ya nchi yetu inaweza kusogika sisi ni mdau wa soka, mara ngapi? Mimi mfano mimi nimepoteza gharama kutoka Bunda kuja hapa kuangalia mechi, mechi imeahirishwa. Sasa nafanyaje mimi na mechi shaahirishwa? Basi asante kwa kushaa nasi kwa kupiga stori nasi. Sisi ni Bwizzy TV na hii niongea na Mike. Karibuni tena, asante sana.